Nakushukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kukubali mkoa wetu huwe ndio mkoa mama wa mikutano ya kimataifa, na hili nasema mbele ya wakuu wenzangu wa, wa mikoa hawana sababu ya kununa. Mazingira ya Arusha, Mheshimiwa Rais, yanaruhusu. Tulivyotangaza kwamba maadhimisho haya yanafanyika Arusha, wakaja wageni wengi sana wakutoka daa mama kwa jima na wengine walituletea joto kali sana, lakini umekuja wewe, mpaka mafuta wa bwana, mvua imenyesha jana usiku, hali ya hewa nzuri, tumerudi kwenye hali yetu ya asili ya Arusha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa kukubali mkoa wa Arusha uwe mwenyeji wa mikutano ya kimataifa, kwa kutoa zaidi ya bilioni mia tatu kujenga ukumbi wa kimataifa ambao duniani na Afrika sisi ni miongoni mwa taifa tutakaoweza kujivunia. Mheshimiwa Rais, nina shukrani nyingi mno, si tu niendeje, lakini nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Rais, huu ndio mkoa ambao kaka yangu daktari Nchimbi atakuja kukuletea idadi ya kula nyingi zilizopatikana kwenye uchaguzi wetu. Haya nayasema kwa sauti ya unyenyekevu mkubwa, kwa sababu najua mkutano huu sio wa siasa, lakini nakuhakikishia mheshimiwa rais utapata kula nyingi sana. Na wabunge waliokaa wa mkoa wetu wako upande huu. Nafikiri, naomba msimame tu mheshimiwa rais aone. Tena na mbunge mwenyeji wa jimbo hapa iko wapi? Mheshimiwa Gambo kaka wapi? tunaye mbunge wa jimbo hapa mwenyeji. Kwa hiyo mheshimiwa rais, najua Mheshimiwa Gambo apendi makubwa, atakuwa amekaa sehemu ya wananchi kidogo, wapiga kula. Kwa hiyo mheshimiwa rais, nimalizie kwa kusema umetupatia elimu ya matumizi ya nishati safi na matumizi hayo umenielekeza, na ili nimeona niseme mbele ya wananchi wote umenielekeza vijana na wapishi wote wanaochoma nyama katika mkoa wa Arusha, yale majiko walioyatumia jana niwapatie, kwa kuwa ni majiko mazuri, yanatumia nishati safi. Na mimi Mheshimiwa Rais nakuahidi ya kwamba kila wilaya wachomaji wa nyama watayapata hao majiko, na tutawapa elimu ya kutosha kuhakikisha kwamba kazi njema inayofanyika inaendelea kutunza mazingira yetu pia na kukaribisha tena Mheshimiwa Rais kwa furaha kubwa nionayo, na nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Arusha kwa kipindi chote. Na tumeomba pia Mheshimiwa Rais yale mabanda yaendelee kutoa huduma mpaka tarehe kumi na moja ili wananchi wenye migogoro waendelee kuhudumiwa, wananchi wenye mahitaji mbalimbali ya elimu waendelee kupata elimu na ile mifuko, na wakina mama wanaoonyesha bidhaa zao waendelee kuonyesha. Mheshimiwa Rais, Arusha kwetu kila siku ni sherehe, na tumpendi mtu yoyote zaidi ya mtu anayetuletea pesa, na wewe ndio tunayekupenda. Asante sana.